niliojumuika hapa waandishi wa habari, wasanii wetu, vikundi vya hamasa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania! Wana Mwanza, sijawasikia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania! Nawashukuru Mwanza oye, asanteni sana. Ndugu wananchi, awali ya yote, tumrejeshee shukrani Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha kujumuika kwenye tukio hili muhimu la uzinduzi wa mradi wa chanzo cha maji Butimba hapa jijini Mwanza. Mradi huu ulisubiriwa kwa muda mrefu, na kumbuka, katika ziara zangu ndani ya mkoa wa Mwanza mara mbili nilielekea eneo hili kwa barabarani kule, na kilio kikubwa cha wananchi kilikuwa ni maji na niliwaambia subirini maji yatakuja Butimba, na leo nashukuru, Mwanza imepata maji safi na maji salama. Hakika ujenzi wa chanzo hiki cha kisasa cha Butimba nilichokizindua tu hivi punde kitaboresha sana huduma ya maji safi na salama kwa wakazi takriban laki na hamsini elfu wa jiji la Mwanza na viunga vyake. Ndugu wananchi, nichukua fursa hii kumpongeza sana sana waziri wa maji pamoja na watendaji wote wa wizara yake, lakini pamoja nao nipongeze MWAUWASA kwa usimamizi wa karibu uliofanikisha mradi huu kukamilika kwa ubora uliokusudiwa. Aidha, nizishukuru taasisi pamoja na wadau wa maendeleo mbalimbali walioshirikiana na serikali kutoa ruzuku na mikopo nafuu na kutuwezesha kutekeleza miradi hii. Miongoni mwa wadau hao ni pamoja na Benki ya Uwekezaji ya Ulaya, EIB, Shirika la Maendeleo la Ufaransa, AFD, Umoja wa Nchi za Ulaya, EU, na wengine VIE, LBBC, GIZ na KfW. tunawashukuru kwa ufadhili wao. To our partners in development,

vilevile very, very niipongeze niipongeze ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mwanza kwa ufuatiliaji wake wa karibu. Pongezi maalum kwa mhandisi mshauri kampuni ya Egis ya Ufaransa na ICE ya Tanzania na mkandarasi kampuni ya Sojea Satom na va vayansi zote za Ufaransa kwa kazi nzuri, wote tunawapongeza sana na hongereni sana. Ndugu wananchi, uwekezaji uliofanywa na unaendelea kufanywa katika miradi hii mikubwa umegharimu fedha nyingi sana, amezitaja uh, balozi Anne Sophie hapa, amefika pahali hawezi kutaja namba za anasema, nyingi sana nyingi sana ni kweli fedha ni nyingi sana hivyo niwaombe sote tulinde na tuitunze miradi hii ili iendelevu kwa ajili ya vizazi vya sasa na vijavyo. Ndugu zangu, miradi mingine iliyotekelezwa chini ya programu hii kama alivyosema uh, waziri hapa, ni ujenzi wa matenki ya maji maeneo ya miinuko katika jiji la Mwanza. Huko miaka ya nyuma hatukudhania kwamba kweli Mwanza juu ya milima kule kutakuwa na matenki ya maji. Leo Mungu ametuwezesha tumeweza, lakini vile vile na ujenzi wa miundombinu wa usambazaji wa maji. Vile vile tumefanya ujenzi wa mfumo wa uondoaji wa maji taka katika maeneo mbalimbali ikiwa ni pamoja na maeneo ya milimani na ujenzi wa mfumo wa uondoaji pamoja na uchakataji maji taka katika gereza la Butimba. Yote ni fedha ya mradi huu, ni sehemu ya mradi huu. Samahani, miradi hii yote kama ilivyoelezwa hapa imelenga kuboresha huduma ya maji safi na usafi wa mazingira ikiwa ni pamoja na kulinda mazingira ya Ziwa Victoria ambalo ni muhimu sana kwa maisha na maendeleo ya kibiashara katika jiji la Mwanza, lakini pia kwa wakaazi wanaoishi kando kando ya ziwa hilo na maeneo ya jirani. Nimefurahi kusikia kuwa mradi huu ulihusisha pia ujenzi wa vyoo vya kisasa vya umma vipatavyo mia moja na saba katika mashule, zahanati na masoko katika wilaya ya Nyamagana na Ilemela. Ni dhahiri kuwa programu hii ya Ziwa Victoria, samahani, <coughs> ya maji safi na usafi wa mazingira imegusa maisha ya kila siku ya wananchi wa jiji la Mwanza. Ndugu zangu, niwahakikishie kwamba mimi pamoja na wenzangu wote serikalini tumedhamiria kuhakikisha tunategua kitendawili cha upatikanaji wa huduma koo imesema kwa wiki nzima sasa, mikutano mingi mingi, Misa, kwa hiyo imechoka, nimesamehe kwayo, nirudie niseme kwamba nihakikishie, niwahakikishie kwamba mimi pamoja na wenzangu wote serikalini tumedhamiria kuhakikisha tunategua kitendawili cha upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama yenye kutosheleza kwa wananchi wote wa jiji la Mwanza na viunga vyake. Ndugu zangu, maziwa makuu likiwemo ziwa Viktoria, ni vyanzo vya uhakika vya maji kwa matumizi mbalimbali ya kiuchumi na kijamii. Hivyo niwakumbushe kwa suala la uhifadhi wa mazingira ikiwemo kudhibiti eneo kudhibiti kuenea kwa magugu maji katika ziwa Victoria, ni msingi wa uendelevu wa upatikanaji wa maji kuwezesha shughuli mbalimbali za maendeleo kama vile kilimo, viwanda, ufugaji, uvuvi, utalii na usafiri kwa njia ya maji. Amesema vizuri hapa Selim Robert, mwakilishi wa FDB, amezungumzia vizuri suala la utunzaji wa mazingira. Kwa muktadha huo, naagiza juhudi za kuhifadhi mazingira ziendelee kufanyika kamilifu kwa kushirikiana na sekta zote. Huu ni mradi mkubwa, lazima tutunze mazingira ili ziwa hili liendelee kuwepo na liwepo kwa vigezo vyake, lisikauke, tukarudi tena kule nyuma. Miundombinu na uwekezaji tuliofanya ni wa thamani, ni wa gharama kubwa sana, kwa hiyo wote tushirikiane kulinda mazingira ili ziwa liwe chanzo endelevu cha upatikanaji ma wa maji ndani ya kanda hii ya ziwa. Lakini nalotaka kusema kwamba sasa wananchi, tunakwenda kupata maji ya uhakika, maji safi na salama ya uhakika, lakini kama mlivyosikia, maji haya yana gharama kubwa na pia unahitaji uendelevu kupatikana kwake, na hivyo ni lazima wanaosimamia miradi hii ya maji wawe na fedha za kutosha kufanya marekebisho kila inapobidi, kutunza mashine na mitambo, ili maji yaendelee kupatikana. Ni watake wote wanaotumia maji haya kulipa bili zenu za maji, pamoja na kuwaasa pamoja na kuwaasa watumishi wa wizara ya maji kuto kubambika bili, lakini zile bili zinazoletwa za halali zilipwe. Tulipe maji ili tuwape uwezo MWAUWASA na mashirika mengine yaweze kutoa huduma endelevu kwa maji. Jingine nalotaka kulizungumza, nimemsikia mbunge wenu wanyamagana akisema yale yote ambayo tumeyasema ndani ya Nyamagana, na pengine wabunge wengine watapata nafasi jioni leo kwenye shughuli yetu ile ya jioni watapata nafasi ya kusema yaliyotendeka kwenye maeneo yao, lakini nimetoka Simiu na maeneo mengine, nimesikia yaliyotendeka kwenye maeneo yao. Mimi niwaombe ndugu zangu, tuendelee ili kumshukuru Mungu yanayosemwa na majimbo haya yametokea kwa Tanzania nzima, na ni kwa kwa uwezo na shani ya Mungu na jala ya Mungu, haya yameweza kutokea kwa kutufungulia njia, kutupa maono na mawazo na uwezo wa kuona tufanyeje, ili haya yatokee. Sasa ndugu zangu, kama ni maendeleo, Tanzania ina maendeleo. Kama ni utashi wa kisiasa utashi wa kisiasa wa kuleta maendeleo ndani ya Tanzania upo na utaendelea kuwepo. Niwaombe ndugu zangu, tutunze sifa ya nchi yetu, amani na utulivu. Tulete utulivu wa kisiasa nchi yetu ibakie kuwa na amani, ili tusilazimishe vyombo vya ulinzi na usalama kufanya mengine. Tutulie tufanye kazi zetu, tulete maendeleo Tanzania. Mmemsikia balozi hapa wa Ufaransa ameisifu sana Tanzania tulivu, na kwa sababu ya utulivu wetu maendeleo yanayoendelea wao wako tayari kutupa ruzuku na mikopo zaidi, ili maendeleo zaidi yafanyike. Tukianza kutawanyana hapa hakuna litakalofanyika, na hili ndilo wengine wanapenda litokee. Niwaombe sana ndugu zangu, tuweke sifa ya nchi yetu. Tanzania ni salama Twenje tukakae salama, ndugu wananchi. Mwisho nirudie kuwashukuru sana wananchi wote mliohudhuria hafla hii, lakini pia niwashukuru tena washirika na wadau wetu wa maendeleo na wadau wote kwa kuendelea kuiunga mkono serikali yetu yenye malengo ya kuleta mabadiliko ya kweli yanayogusa mwananchi mmoja mmoja jamii na taifa kwa ujumla. Baada ya kusema hayo, niseme kazi na utu! Sijawasikia, kazi na utu! Nasonga mbele, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aziendelee. Asanteni sana kwa kunisikiliza, asante. Makofi mingi na vigelegele kwa Mheshimiwa Dokta Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa wakati mheshimiwa rais anajiandaa kuondoka katika eneo hili la Butimba, malio tafadhali, kwenye jukwaa kuweza kumwaga mheshimiwa rais.